Naitwa mimi Dotto Samuel Rweikiza, ni mkurugenzi wa kampuni ya Togabe Supasembe. Na kama ilivyokuwa utaratibu wa kikanuni katiba ya chama chetu cha mapinduzi, nimerudisha fomu rasmi, na unavyojua mchakato wetu sisi, tunategemea baadaye aokuwa umeendelea, lakini kikubwa zaidi nimshukuru Mwenyezi Mungu, imeweza kujaza fomu ikiwa katika sehemu salama na pia kwa nguvu zaidi na kwa afya zaidi. Nashukuru Mwenyezi Mungu, naendelea kushukuru chama chetu cha mapinduzi kwa jinsi walivyotuwakilishia hizi fomu, zimekuwa katika mfumo mzuri. Naamini Mungu atatenda haki na naamini chama chetu atatenda haki kwa wale wetu ambao wanaamini katika jimbo letu la wa Kigamboni. Watu gani tatetea? Watu ambao ni halisia, ambao wameshawafanya wananchi wa Kigamboni, washawatumikia wananchi wa Kigamboni kwa nguvu na wanajua wamefanya mambo gani katika jimbo letu la Kigamboni. Kwa leo haya machache, ni washukuru sana waandishi wa habari. Asanteni sana. Sina mengi, nawashukuru kwa muda wenu.